Sikutaka nimwaminishi wala sikutaka niamini. Nichotaka ajue kama kuna mwanamke kambebea mimba mume hivyo. Unajua wewe unachokifanya kitakukosti sana. Unajua amini unachokifanya kitakukosti, ulichokifanya ukumbuka mapia kina gharama zake, lakini ukupaswa kunifanyia hivyo. Ungetumia ubinadamu, ungeniambia mapema, mi ningekuwa nimeshajipanga mi. Nishaikuona binadamu wewe. ya Urasutu binadamu. Urasutu binadamu gani wewe? Mungu wangu nimeua nimeua. Asubutu huyo. Ah! Bwana Tito, mwariwa kipini umimba ya kwako. Wewe. Baba ilikuwa niji ofisini kwako leo. Nitaka niji hospitali tanjhospitali uh, kwa bahati mbaya, bahati mbaya uh, nina kikao na mtu. Kwa hiyo nikishamalizana naye nadhani mimi nitakuja ili tuweze kufanya mazungumzo. Karibu, na wenzako bado wako. <laughs> Tena, speaking of wenzangu, hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho kinanileta pale. Nadhani nikifika tutaongea kwa kirefu, lakini acha tu nikudokeze kidogo. Kama unavyojua, unavyojua uh, Hospitali yangu bado ni mpya kwa, kwa, kwa, kwa kwenu mba... na uzoefu kwa muda mrefu kwa, nilikuwa nataka tufanye kama collaboration. Kwa hiyo nimeona bora kwanza nikudokeze hapa then nikija ofisini tutaongea kwa kirefu. Nilikuwa nataka tusaidiane, kwa maana kwamba nikihitaji usaidizi wangu then niwe nakuja na mimi nikihitaji usaidizi wenu, muone mnanisaidia. Sasa nina operation yangu ya kwanza pale na ningependa wenzangu waje kwa ajili ya kunipa msaada kidogo. Dr. Hans karibu pale, ni kwako tena. <laughs> itakuwa <laughs> <laughs> vizuri <laughs> huje ualike kwenye harusi <laughs> yako. Sawa baba, nitafanya hivyo. Karibu sana. yeah, nashukuru. Thank you for the positive uh, answer. The pleasure is mine Nisikio ni ya gari, ndio maana nimetoka na angalia, karibu mi mwenyewe, ndio maana nimeshangaa. Shwari, kati ya vitu vya msingi ambavyo umewahi kuvifanya na hisi, hichi kitakuwa cha kwanza. Kwa sababu wenye nyumba washakuja, afu pili leo ndo siku yangu ya mwisho mimi kuwepo hapa. Kuanzia kesho nitakuwa nimebadilishiwa walindo na sitokuwepo tena, kwa hiyo ni vema umekuja kuchukua hivyo vitu ili kila mtu aishi maisha yake kwa usalama. Oh. Kwa hiyo umeshahamia huko ndani? Ndiyo, na tulifanya jambo la msingi sana kuvitoa vile vitu nje. nichukua hiki kisema, hata mate yangu hayajakauka. akishatokea Mwanzo niliona ni mjinga. Baba, sio kweli kwamba ni mjinga, ila mimi nitaka tu kuona tofauti, lakini sijaona mjinga mjingama. Mimi sikumaanisha hivyo, unajua. Leo umeniamini meniamini? Ndio baba ya, lakini mimi zamira yangu Sikumaanisha hivyo kwamba mashemeji wote ni wasaliti katika ndoa za dada zao. Hapana, la hasha, mimi sikumaanisha mm -mm hivyo. Nilikuwa na sababu zangu mwenyewe kwa nini nichukie. Sasa baba, tunafanyaje katika hili? Hebu nishauri. Hapo lazima mila zifanyike kwa hiyo nenda ukamwambie babake sawa. A, mimi aa, mambo haya sitaki hey, sitaki. Lakini la pili sitaki mke wangu ajue pia, no. Una maana kuwa wewe mke wako ajue? Ndio. Basi ni lazima ajue. Baba, kama kuna njia yoyote ambayo tunaweza tukaitumia, kanisaidia mimi. Mke wangu sijui. Tafadhali naomba usijue. Hapo mila lazima fanyike na mke wako ni lazima ajue. Baby, mi naomba nitangulie maana usafiri ushafika nje. Ah. Wewe. Sawa. Haina shida. Kwani anamndoki pamoja? Ah, hapana. Mimi kuna sehemu nataka nipitie alafu huu nawe ana kikao na kika mtu ofisini na tumekuja na gari moja tu leo. Okay, mbaki salama na usa kuniagia baba na mama. Mimi nadhani wakati sahihi sasa wa wewe kufika ofisini kwangu tukae chini tuzungumze mengi about investments na namna gani ya kujenga hii empire, eh? Hii familia ya kuitanua na kuweka mambo sawa in terms of business wise, eh? ila kama itakuwa nafasi uh, ya wewe kuja ofisini ni ngumu, unaweza kuniambia. Kuna vitu vingi sana pakati vimetokea mm, ambavyo ningependa pia tukae tuvizungumze. Basi ina shida, wewe muda wote utakaojisikia just give me a call imeisha hiyo. Hmm. Ah, vipi lakini kuhusu ndoa? Ndoa <laughs> ah, my brother, ndoa. Unajua leo kuna kucha, kesho akukuchi, lakini tunashukuru Mungu, tunasogea. Unajua chochote kizuri kinakuwa kina uh, side effects, eh? Right. kunakuwa kuna upande wa mazuri yake na kunakuwa na upande wa mabaya yake, lakini katika mapenzi kikubwa ni kupendana na kuheshimiana, yeah. Kwa mengine tunavumilia, imekaa vizuri, mm. Napenda ukumavu wako bwana, hatari sana. Ndio hivyo basi. Lakini baba, unajua hata hizi mila na desturi tusikuzifuata, mi naamini bado tutaishi salama tu na maisha mengine ataendelea vizuri. Jo, ndio hivyo, mila ni lazima zifuatwe. Mimi mwenyewe nimeanza kuona ubaya kwa macho yangu hivi. Kiwangu zambe akifahamu hili jambo atanielewa kweli. Ndio wauele wake, waakili yake ni lazima kuelewe <sighs> Grace, right yeah, nikukaribishe kwa sababu okay. <laughs> Okay. <atumiju>. Then... <inaudible> na watu minchi, nadhani leo nitapata nafasi ya ka vizuri kabisa na nijue kile ambacho kimefanya unitafute mpaka tukutane leo. Najua unampenda sana na nimepanga kuonana hata leo mna kikao nyumbani kwenu kwa ajili ya harusi yangu. Hongera sana. Asante. Yaani mimi nakupa hongera kwa juhudi unazozifanya. Si kwa sababu ya kutaka kumuua Ana. Asante. Naona <laughs> madawa yana mazuri eh. Yaani mkavu hata shtuki kama nataka kuambia nini kuhusu. Ah, uh, nachoweza kusema ni kwamba nafahamu mchukuo mchunishana. Nataka kufunga ndoa anachokitaka natamani ni Ana. Ana ni mali na zako, mtakapo divorce, yeye aendi akaishi na Jo, alafu achanganye mali za Jo na zake pamoja na zako, iliwee na mali nyingi kushinda wewe. Hansen, -e Oh. Kama ni es ambaye ulishawahi kuenda na Hans, basi alishawahi kuniambia kwamba kwani mwanamke mwenye maringo keliambea, lakini naamini Sijaongea uongo, hicho ndio alichoniambia. Nadhani labda mimi ndio nianze kuzungumza, maana ni kweli una malingo hadi kile kilichokufanya unitie hapa unashindwa kutokea. So, naomba uniambie ni kitu gani ambacho kilikufanya utoe miguu yako uende mpaka kijijini kwetu, uambie kwamba mimi nikuja mneo. Sile hapa kuulizana maswali. Na wala sito kujibu hata swali moja utakao. Kwa hiyo ulinijia nini hapo, ikita tu ili unijue mwanamke ambaye okay. Umefika tuku, alafu pia hakutosha. Okay. So, naweza kwenda. Unaweza kwenda. Sikiliza, we ni mwanamke na pia ni mtoto wa ki kufeli kabisa upate matatizo kupitia hapa. Mungu ayeke tu. Nampenda Hans na yeye ananipenda. Oh, kwa kifupi tunapendana. Achana na Hans. Ni sawa, sijamaliza. Naomba usina haraka tu. Umenisikia? Na kuna nini huko? Kwa sababu mimi na Hans ndio tu. Bado tuna debt. Bado tuna fight. Yaani ni wewe tu kujipendekeza pendekeza kwa Hans. Mungu umwache. Ongea ila euh, ikushauri tu. Kwa kila mmoja akakasia wewe kama awazi na mimi kama mke

Mbona yanu bado sitafanikisha? Nini, kazi ndogo hivi imekushinda? Hapana, unajua aaufanya kazi wa safu tunaingiana na unapoa nao muda wote Hapana. Sasa nafikiri unipe muda kidogo madam, nitafanikisha kwa haraka. Wewe utakufa maskini. Ndio, nitafanikisha Eni. Kama itafika kesho huja nikabidhi zile nyaraka. Pesa yangu uwe nayo mkononi. Umenielewa?

zako. Okay, <tie> <tie> kwa leo zimekuwa vihaka hmm? Baada ya kutumbua pesa peke yako, unajua, wewe ni mtu mbaya sana nafu. Hata sikukutegemea kwa sababu mimi na wewe tunaelewana, lakini unavyonifanyia hivi, wewe ni wakutumia zile pesa peke yako umepewa na bado hukutaka kunishirikisha unajua hata ungenishirikisha tangia mwanzo ningekuwa nimeshakusaidia nini, swala lingekuwa limeisha mpaka sasa hizi, lakini unatapatapa kwa sababu wewe ni mchoyo, ni mchoyo. unaona nikizipata na mimi nitaninipa. Asha. Unajua. Arevo, muda bado hujachelewa sana. Muda bado unaruhusu, sasa tuongee kirafiki. Unajua, Tamasha, sasa hizi ushakuwa rafiki yangu eh. Si ndio? Sasa nahitaji msaada kutoka kwako. Msaada? Hivi nasikia vizuri eh? Yaani mimi nikusaidie wewe. Okay, msaada gani unataka? Sasa hapo ndo umeongea. Unajua kule mimi nilipewa pesa. Kwa ajili ya kazi fulani nilifanya. Sasa si kweli sasa hizi hiyo kazi imenishinda. Na kazi imenishinda kabisa. Sasa kama imekushinda, sirudishi pesa zako. Tamasha. Tusikekuwa na wakati wa kujadili, ningekuwa na ipesa pesa. Nimeshatumia yote. Ulipewa bei gani na ulikubaliana shilingi ngapi? Ah, ne, milioni mbili. <coughs> <Yani milioni mbili. tos>

Samnan, umeshinda wapi? Nimeshinda huku kwa marafiki zangu. Rafiki zako gani, ambayo hujawahi kunitambulisha? Na ndo siku ya kwanza tunawaongelea, tujawigi hata kuwaongelea. Ulikuwa na job? Hapana, sijaonana naye leo. Ila huwa mnakutana sana, sio? Huwa tunaonana na, hmm. Na mnapanga mipango yenu namna gani? Uh, mtagawana mali zangu baada ya kuachana na mimi, ili mkawe matajiri, sindio, Hans? Mi najua tujawai kukaa tukaongea kuhusu kama huo. Alafu mimi najua tumeshaachana muda mrefu, na tumeachana ukweli kweli, tofauti na wewe na Grace ambao mpaka saizi bado ngea nini? Unaletea habari za Grei hapa? Toka nyumbani kwangu, get out! Nyumbani kwangu! <laughs> euu